Karibuni sana, Kiswahili ni rahisi. Subscribe. Leo tunaangalia maswali na majibu katika hadithi fupi za Mapambazuko ya Machweo, Wini Nyaruri Ongeche. Sabina alitarajia kufuzu katika mtihani huo na kujikomboa kutokana na mateso yaliyokuwa yamemtafuna kwa miaka mitatu. Swali la a eleza muktadha wa dondoo hii. Ni kauli ya msimulizi, anamrejelea Sabina. Alikuwa nyumbani kwa mjomba wake. Hii ni kutokana na kukaribia kwa siku za mtihani wa kitaifa, ambapo Sabina aliendelea kuwa na matumaini. Swali la ba: fafanua sifa nne za mrejelewa. Mrejelewa ni Sabina ni mwenye bidii. Sabina anatia bidii masomoni anakuwa mwanafunzi wa nane bora nchini katika mtihani wa darasa la nane. Ni mwenye maono au malengo maishani. Anatia bidii masomoni akiwa na umri samahani, anatia bidii masomoni akiwa na ari ya kuwa daktari. Ni mwenye matumaini. Anakuwa na matumaini ya kufuzu vizuri kwenye mtihani wa darasa la nane ni msema kweli. Anamweleza mwalimu mkuu kinagaubaga masaibu yanayomkumba, kama vile kupewa majukumu mengi ya kazi za nyumbani. Ni mvumilivu. Anavumilia maisha magumu hapo nyumbani kwa mjomba wake. Kwa mfano, anavumilia kufanywa kijakazi, kudharauliwa na kutumikishwa na kila mtu. Ni mtiifu. Anafanya kazi zote ambazo anapewa kama kukama, kwenda kuuza maziwa na kupeleka kisozo shambani. Swali la eh, eleza mateso yaliyomtafuna mrejelewa katika hadithi hii. Anafanywa kijakazi ambapo anatelekeza majukumu mbalimbali mbali kama kukama, kuzoa kisozo na kwenda kuuza maziwa. Kurauka asubuhi kwenda kukama ng'ombe na kwenda kuuza maziwa kabla ya kwenda shuleni. Kupigwa, Yunuke anampiga kwa kumcharaza bakora mfululizo. Kutusiwa, Yunuke anamtusi kwa kumwita kiokote na barathuli. Kusingiziwa, Yunuke anamsingizia kuwa amekuwa mumunye, kuharibikia ukubwani na kuwa na mahusiano ya kimapenzi na wanaume. Kunyimwa nafasi ya kusoma: Yunuke anamzimia kibatari anapojaribu kusoma. Kuozwa: Ombati anakuwa na mpango wa kumoza kwa kijana mwendesha pi pikipiki. Je, umeelewa? Tafadhali niandikie maoni pale chini na uniambie video ambayo ungetaka nifanye kesho. Shukran sana kwa kusubscribe na kwa kunisikiliza.